Midhali Mungu kampa baraka hiyo ya kujua hayo mambo yanayotakiwa kujulikana, unasikia bwana, mpaka kufikia daraja hiyo ya itihadi ya hiyo. Lakini Tanzania tumejiwekea mufti, ni mufti mkuu wa Tanzania, eh Sheikh Abubakar Zubeir. Ukisikia mufti hapa ni yeye, ingawa na hapa anaweza kuwepo mufti. Kwa mfano hapa sasa hivi mufti wenu ni imamu wenu kwa sababu ndiye mnemuuliza eh, udhu wetu mkoje? mna, anakupeni fatwa lakini huko kuna mufti mkuu. Ndio maana kule kuna, kuna, kuna, kuna mufti na shekhe mkuu mkubwa, yule ndio mkubwa wote sisi, unaona bwana, ndio yule. Ama kadhi, kadhi ni hakimu. Kadhi ni hakimu kama mnamjua hakimu, upande mwingine ndio kadhi, isipokuwa kadhi lazima awe naye ana daraja ile ya kimasomo ya mufti, daraja ile ya eh, kiwango kile kifikia. <coughs> Unasikia eh, sisi wengine tumeazimwa azimwa tu, kwa sababu kuifikia ile daraja hasa kazi ifanyike lakini lisilowezekana lote lote haliachwi lote. Tuko Tanzania, hali zetu za usomaji kama mnavyojua sasa. tu, tu, tu, tufute kabisa, hakuna mufti, hakuna kadhi, lazima alhamdulillahi. Makadhi, alhamdulillah, sahivi wanafanya jitihada ya kuji, kujisomea zaidi, alhamdulillah, wanakuwa na umakini zaidi, wanakwenda vizuri na juhudi inafanya juhudi ya kuanoa zaidi, alhamdulillahi rabbil alamin, inaendelea vizuri. Sasa tofauti nyingine baina ya kadhi na mufti, kauli ya mufti ghairu mulzim, kauli ya mufti hailazimishi, anafafanua anakuacha. Lakini ukifafanuliwa jambo na kadhi, hilo lazima ulitekeleze, na ndio maana kadhi hatakiwi ajibu maswali barabarani, ndani ya daladala, ukimuuliza, akikataa kujibu, usimwambie mjeuri ah -ah. Taratibu za kazi yake haimruhusu. Naona hivo, kama vile hakimu huku katika sekula awezi kuhukumu yuko katika daladala dala. Lazima akae katika eneo lake la kufanyia hiyo kazi lililopangwa, hivyo hivyo na kadhi eh? hivyo hivyo hamna tofauti kwa sababu kwa namna tulivyopitia hakuna tofauti kubwa eh, baina ya hukumu hizi za kisheria ya dini na hukumu za hizi za sekula, ila katika baadhi ya mambo ndio tunatofautiana huko ona, na tunatofautiana katika ushahidi. Sheria ya Kiislamu kadhi anataka mashahidi wawili wanamume au rajulun wa mraatani Eh, nani, lakini kule shahidi aweza kuwa mwanamme mwanamke, shahidi mmoja, wawili, watatu, kumi na tano, kule wakumwaga tu, lakini huku muhaddad kwenye dini. Kwa hiyo kauli ya mufti ghairu mulzim, hailazimishi kwa maana mufti anaweza kukuambia neno eh, ila ikiwa huyu mufti huyu ambaye ndio kiongozi mkuu wa dini huyu kauli yake inalazimisha naona hivyo, ama kauli ya kadhi inalazimisha? Kauli ya kadhi ina lazimisha moja kwa moja, na ndio maana kadhi hatakiwi aropoke ropoke ovyo ovyo, akae pahala ye kimya, ili bado wenyewe wananchi msije mkamuunganisha na kadhi, naye alikuwepo akasema uh -uh. <laughs> Kwa sababu tuna no tabia ya kuunganisha sisi na fulani alikuwepo, naona hivyo kuna mtoto kule Tandika, mtoto wa deva wangu kaota ndozi usingizini <coughs> kwamba paka kageuka chui, paka kageuka chui, usingizini anaota, naona hivyo, alafu sijui akafanyaje, siji kuamka anamsimulia mama yake, na anamwambia mama, na kaka muulize kaka Usufu, yaani yeye katika kuota kamwona na kaka yake Usufu. Sasa anaambia mamaki, katika kuthibitisha hilo, muulize kaka, kaka Usufu. <laughs> Sasa sisi huyu kadhi huyu si wa kuulizwa huyu, huyu ndozi, usimuulize kadhi. Ukitaka kumuuliza eh, peleka kwa taratibu za kumuuliza, naona hivyo. Andika swali lako, andika unatafuta ufafanuzi wa kimahakama, naona hivyo, ili kumbukumbu kule ibaki na nakala wewe akupe, unaona hivyo? Lakini haya maneno ya barabarani ambayo hawezi kukupa nakala haya hahesabiwi. Sasa kwa kuwa wananchi wanaweza wakahesabu, na ili hali hahesabiwi, inabidi eh inabidi kadhi ajitahidi kunyamaza maza kimya. Unaona hivyo? Kwa sababu wengine wanataka tabia ya kumhesabu. Kama hapa tuseme, ah na She Jongo alikuwepo. Unaona? Okay, ukisema She Jongo alikuwepo, ala ina neno lakini kwa sababu mimi hapa sasa hivi sio kadhi, lakini pia sehemu hapa sio mufti. Kwa hiyo mufti mkuu ni kiongozi mkuu anayo haki ya kutoa oda, na huyu kadhi yuko chini ya